Karibu kwa mara nyingine, tuna mziki wetu mzito kuliko mziki wote. Tutaomba, tunaomba tusaidie kuwa mtafunga blango ili tuweze kusikilizana, na hivi, kama mjasiria mali au kwenye biashara unatakiwa uanze na ulicho nacho, na sisi spika yetu tumeanza na tunaanza na tulicho nacho. Wanawake mashujaa Amen! oye

unaamini moyo moyoni moyo, lakini unaogopa kuchukua hatua. Yule aliyekuja hapa ndio ameangalia fursa na akachukua nini, akahatua hata wewe uliofika siku ya leo, ina maana umeiona fursa kwamba nikifika kwenye kikundi cha mwanamke shujaa, japo mtalipa jina rasmi. Natumai mmeandika majina kwenye ea, mmemfanya

Kwa hiyo wale ni mashujaa na wewe ni shujaa. Siku moja unaweza kuwa kama wale. Tumeelewana hapo? Mradi wetu ni mradi ambao ulioza mwaka jana wakati tunafanya uzinduzi wa Mungwe Super Brand. Tukasema ni namna gani Mungwe Super Brand ipo kwa kwa ajili ya kusaidia wananchi kuanzia ngazi ya nyumbani kwenye milo tunayokula, kwenye mavazi tunayovaa, kwenye vitu mbali mbalimbali vyopoamodo vinavyoviendesha lakini pia tito kusaidia wanawake na wengine ambao wako tayari kushika mkono kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini tukasema auwengi ukawa na pesa kunyanyua mmoja mmoja kua sasa wewe ndo tukuwe mtaji, sindio? Kwa mazikio, tunaweza tukaweza kunyanyuana sisi wenyewe wa kujipa nguvu sisi wenyewe. Kwa hiyo, kwa mapendekezo naopendekeza, kwanza tuia asa mradi ambao unaweza ukatusaidia uchumi lakini pia kuna sala moja la kusaidiana katika shida na raha. Weizi, tuna familia, kuna ambao hawana familia, wamezaliwa majumbani peke yao, lakini kuna ambao wamezaliwa, lakini familia zi unazijiwa siku wenyewe. Ni nani ambayo kiwa na shida za kushika mkongo? Ni nani ambaye ka na raha kushika mkono? Mwisho unaweza kuwa na familia kubwa, lakini umekuta changamoto, umepata furaha, unabaki peke yako. Lakini mnapokuwa na vikundi mkajumuika, hata kama hizo kikundi hakitakuwa kinakupatia pesa, kila uwepo wao ni faraja kwako

kama kuna changamoto yangu yoyote ambayo nimeipata, kuna furaha yangu ambayo nimeipata, na watu kumi ishirini nyuma watasimama na wako wapo, hatupo ofisi oh, gani unaichukua unapokuwa huko hapa, kwa sababu ninapokuwa kuanzisha mradi, usitegemee kwamba hiyo mradi ndani ya mwaka mmoja umetuletea mamilioni ya pesa. Ila juhudi zetu ndio tutakazopeleka tupate hizo milioni za pesa. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kutegemea kwamba mimi naenda kwenye mradi, lakini kufika mwisho wa mwaka mimi ndio milioni tumi zangu nazipata koi kama wana vikundi, nataka kuwaambia kuwa ni kwamba tunatakiwa sisi tupambana na kikundi chetu kama mashujaa, lakini sisi tufanya kikundi chetu katika hali ya upendo faraja na mshikamano. Tunajitambua kina babu, tunajitambua kina tuna nani, kwamba tutatoka hapa, tukifika tunaanza kile kikundi tutakiweza kweli? kuna watu wakuiabaa kene mboa <laughs> so, wote kwa hiyo kufani hivyo, hatutofika kwenye malengo yetu unachotaka kuwaomba na mama, kwanza tujitoe. Tutapeana mchanganuo wa mradi, lakini katibu atakuja kuelezea na mradi uliopendekeza wa kwanza ulikuwa ni mradi wa kuku wa mayai, lakini tukasema mradi wa kuku wa mayai tutapata faida mbili. Kwanza tutapata kuuza kuku watakapokuwa wamekoma kutaga, lakini pia tutakuwa tutauza mayai, tukasema

amagadi pesa ambayo tunasema kwamba leo tunapata changamoto, naomba niaae aaiaaiakui a tunasema kwamba soko tunalo tayari, lakini pia tuangalie namna gani na miradi midogo midogo, eidha kwa kikundi kwa ujumla, ama tukatenga vikundi vidogo vidogo tukalipa uongozo kwa kikundi kikuu. Pia kikao ni sehemu ya mapato ya kikundi. Kuna watu wana talent tofauti ilipookaari hakulio kaaaa tunaanza kuangalia vipaji vyetu watu tunaekeza izetu. Kuna watu wana talent tofauti, tuna wasuti humu, tupo tunawapaka make up, tuna watu washonaji wa nguo

lakini hilo kiapo tunataka wa waendelee wenyewe kiuchumi wao binafsi, lakini na na, na ile kukuleta kikundi chetu i tunapata pesa kwa ajili ya hivyo vitu ambavyo tumewekeana. Kwa mfano, otu wanatoa asilimia sabini kwa boti, asilimia thelathini kwa yule mwendesha botu, si ndio? Kayo lakini tunaweza kusema kikundi kidogo kidogo kinapozalisha faida kwenye kikundi cha labda asilimia sabini wachukue kwa ajili ya kwao nguvu zao lizozifanya, lakini asilimia thelathini warudishe kwenye kikundi. Inawezekana hatujazalisha pesa na miradi mengi, watu mia mbili unaweza ukui, lakini tunaweza kuwagawa kwenye vikundi vidogo vidogo na tukawapa usimamizi, bado pata manufaa wao na kikundi kikapata manufaa

ukisema una uchumi mdogo na shetani na kukandamiza pale pale pale, naukua usoto utakuwa au. Kwa hiyo weka moyo wako mmoja, nia yako moja ya dhati, ndio kuweka hapa kile tunachokizungumza naona ao naaakutabia tukatufanyie kazi kwa moyo. Shetani ana nafasi katika jambo letu alipo na halipo kuwepo. Nashukuru sana na cha mwisho, naomba dakika mbili niwezetu mkazo kwama kampuni ya Mungwe zakadai idia mgenzi wake itakuwa u nibangago kwenye kifuni chetu itakuwa kama mdhamini wa utendaji wa kikundi katika shughuli zake ngoto za kijamii bila kupata asilimia yoyote ya faida kutoka kwenye kikundi. Wadhamini twanarujimeza faida, lakini Mungwe Super Brand kupitia mkongezi wangu na meneja wangu umejizatiti kusaidia kikundi hiki bila kupata asilimia yoyote ya faida, endapo kikundi kitafikia tuwa yakualida amlazu na utendaji kazi. Kwa mfano hivi hapa, tuko wengi Hatutakuwa tunalingana na mradi mkubwa, hatutakuwa na, tunalingana na miradi midogo midogo ambayo tunayo. Kwa hiyo lazima kuna hatua tutafikia sisi tunajitoa, lakini kuna hatua tutafikia tutakuwa na ujuzi wa kuajiri watu wengine, si ndiyo? Kwa sababu kuna miradi pia ingine inahitaji kulingana na kitengo husika. Kwa hiyo tutahitaji kuajiri labda miradi ama watendakazi wa kwa kwa kwa tumesema,

utuwezi ena kumweka okay. Watu kama Mungwe Superbrand wakati huu mungu a tumefikia hatua ya kuajiri watendakazi wake, tutatoa nafasi ya watendakazi bure katika ofisi ya Mungwe Superbrand iliyopo Toangoma. Pia unapokuwa unafanya mradi jamani, biashara ni matangazo ndio

tumejitolea kuwa promote na kuwatangaza hiki kikundi kitakatenda kupewa jina leo kabisa, kupitia mtandao wa media tunayo hapa, na mwisho kabisa tutawapa ushirikiano wa karibu viongozi wa oh, kikundi katika utendaji wao ili kikundi kifikie malengo sahihi kwa usimamizi mkubwa wa wale viongozi na watu wake utapatiwa bure kabisa kupitia kampuni yetu ya Mungwe Superbrand. Wewe moyo wako na miguu yako miwili ikiingia kwenye kikundi, ndio utapata manufaa pa. hayo. Nashukuru sana kwa kusikiliza.